Media TV. Siku zote tunazidi kawaida kawaida kawaida kawaida. Majina yanaitwa CPA Martin Alexander Mtonda Msuha. Nimechukua fomu kwa nafasi ya ubunge jimbo la Mbinga vijijini. Lakini kwa uzoefu nilishawahi kuwa mbunge wa jimbo la Mbinga vijijini kwa mwaka elfu mbili kumi na tano hadi kwa sababu ambazo zilikuwa nje ya utaratibu, utaratibu wa kuchukua fomu mwaka elfu mbili ishirini sikuja kuchukua Mbinga vijijini, nilikwenda kuchukua fomu jimbo la Kibamba. Ehe, na katika wagombea wa Kibamba mwaka ule tulikuwa mia na sabini na sita mimi nikawa na nafasi ya nne. Kwa hiyo kura zikawa hazikutosha mimi ni matendo mzaliwa wa kijiji cha Milindindo, na kilicho nisukuma kurudi nyumbani ni kuendelea kushirikiana na ndugu zangu na wananchi wenzangu wa Mbinga, na hasa hasa kuvuta miradi ile ambayo tuliianzisha. Tarajio makubwa kwa sababu nina uzoefu wa miaka mitano kuwa ndani lakini pia kipindi cha so miaka mitano ambayo pia niko nje, kuna mambo mengine mengi nimejifunza. Hiyo ukiwa ukiwa ukiwa ukiwa nje naweza kujifunza vizuri zaidi kuliko ukiwa ndani. Kwa hiyo kuna mengi pia nimejifunza kipindi nikiwa, mimi naita likizo ya miaka mitano. Inachosema ni kwamba tunasema, mwenda kwao sio mtoro <laughs> mwenda kwao sio mtoro. Ni, ninaona ni, ni, kuna fursa ya kuja kufanya kazi na Wanambinga wenzangu, kingine. Kwa hiyo naomba wanipe ridhaa, tuweze kushirikishana kuendeleza wengine. Tulifanya mengi kipindi kile eh, na rekodi zipo. Kwa hiyo wategemea makubwa zaidi. Kupata taarifa zetu, subscribe chaneli yetu ambayo ipo YouTube na ubonyeze kengele, takuwa wa kwanza kupata taarifa zetu, nenda YouTube sasa hivi, andika Jongo Media TV, au nenda Instagramu yetu kwenye bayo, kuna linki ambayo itakupeleka moja kwa moja YouTube. Asante kwa kutazama Jongo Media TV. Jongo Media TV siku zote